Katika jiji maarufu la kibiashara la Guangzhou nchini China, watanzania na wafanyabiashara waishio nchini humo walikutana kwa ajili ya mkutano mkubwa wa kibiashara ujulikanao kama DITAG Summit. Silent Ocean, yani simba wa bahari, yenye uzoefu mkubwa na nguzo muhimu katika sekta ya usafirishaji wa mizigo Tanzania na ukanda mzima wa Afrika Mashariki, ilikuwa ndio mdhamini mkuu wa tukio hili. Katika summit hiyo, Silent Ocean iliwasilishwa na meneja wa masoko Eric Kerita aliyemwakilisha mkurugenzi mkuu wa Silent Ocean nchini China, bwana Ibrahim Rashid. Habarini za jioni. Silent Ocean uh, ni kampuni ya usafirishaji, tukiwa tunasafirisha mizigo kutoka nchi tano duniani. Tunasafirisha kutoka hapa China, ambapo kwa China tunapatikana tuna godown Foshan, tuko yu na tuko na Kechao, lakini pia tunasafirisha mizigo kutoka Dubai, kutoka Marekani Uturuki na India. Chochote tunachokifanya katika nchi hizi ambazo tunafanyia biashara sisi, hisikali tunaongelea hapa China, kwa namna kubwa sana tunaunga juhudi za maendeleo ya nchi yetu. Tulioko hapa China, tulioko Tanzania, tuendelee kuwekeza nyumbani, na sisi kama Silent Ocean tuko kurahisisha biashara zetu tuko kusafirisha teknolojia, tuko kusafirisha mizigo, tuko kufanya biashara kati ya China na Tanzania iwe rahisi.